na kufundisha njia rahisi ya kutengeneza twist kama hizi ambazo unaziona na zina uwezo wa kudumu zaidi ya mwezi mmoja. Kwanza kabisa hakikisha nywele yako ina unyevu, na hii ninayotumia hapa ni Curl Activator Smooth kutoka Soft and Free, ambayo itanisaidia kudefine zile curls zangu ninapoenda kuitwist nywele yangu itakuwa tayari imekwisha kupata ulaini mzuri ambao hata nikitwist itakaa vizuri. Baada ya hapo, nitatumia curly cream kutoka Soft and Free alafu nitakwenda kukata vinywele vyangu kidogo kidogo, nitakata kama hivi alafu nitatwist. Zingatia nimekata ndogo ndogo. Sasa kuna unaweza kaamua kukata kubwa kubwa au kukata size ambayo mimi nimeikata kwa siku hii ya leo. Sawa, nita twist nitatumia muda kuitwist nywele yangu. Lakini pia kwa urahisi, unaweza ukaigawanya nywele yako zaidi hata ya mafungu manne mpaka matatu, ukawa una twist lile butu moja moja. Baada ya kumaliza, unahamia jingine hivyo hivyo mpaka pale ambapo utamaliza nywele yako, lakini hakikisha nywele ya mteja wako haina dawa na hajawahi kuweka dawa kabisa. Hii style ni kwa wale ambao hawajawahi kuweka dawa kabisa, kwa hiyo Usije ukaa nywele yako tayari umekwisha kuiweka dawa, alafu ukajaribu kutengeneza natural hair twist, basi haitokaa vizuri kama hivi ambavyo ninakuonyesha. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, na tunawakaribisha sana kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, urembo kwa ujumla, saluni kwa ujumla, tunakufundisha hatua kwa hatua. Kwa wewe ambao unahitaji kujiunga, sasa nafasi za kujiunga na chuo zipo wazi, na uzuri ni kwamba una uwezo wa kutupigia simu kwenye namba ambayo unaona kwenye screen uweze kujiunga nasi. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo, ni shilingi laki moja kila mwezi, sawa sawa. Sasa, wakati na twist hii nywele, naomba nikukumbushe kwanza, kwenye curly activator nimetumia kutoka soft and free. Curly cream nimetumia kutoka uh, soft and free, kwa hiyo Hakikisha kwamba na wewe unajipatia ya kwako kwa matokeo mazuri. Ni rahisi sana, cha kuzingatia nywele yako basi iwe na unyevu. Usitengeneze nywele ikiwa ni kavu sana, hautopata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Kutwist hivi kwa mtu mmoja itatumia muda kidogo, kwa hiyo kwa wewe ambaye unahitaji kumtwist mteja wako nywele ndogondogo kama hivi, mkiwa wawili itakuwa ni rahisi kumaliza kwa uharaka zaidi, kwa sababu size ambayo tumekata ni ndogo kabisa. Sawa sawa, nikwambia tuta twist fungu moja baada ya jingine. Kadi unavyo twist haraka haraka, ndivyo ambao utamaliza nywele ya mteja wako kwa uharaka zaidi. Kwa wale ambao umeshajifunza kutengeneza nywele kama hivi Unahitaji kutuma feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. unatakiwa kufanya ni kuingia YouTube, tafuta Farida Othman, kisha gusa button iliyoandikwa subscribe, kisha njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, sawa hii ninayotumia hapa Una uwezo wa kuitumia kwa ajili ya kukupa ule unyevu wa kila siku. Ni everyday curls refresh, itasaidia kuirefresh nywele yako kuanzia asubuhi mpaka jioni. Umeshatengeneza nywele yako kama hii, kila siku hakikisha una spray, kuifanya nywele yako ibaki na unyevu mzuri kabisa, na final touch yake ni kama hii ambayo unaiona. Kwa hiyo, kwa wewe, kwa ambao una saluni, unaweza kutengeneza kama hivi, na mimi ni Farida Othman. Bye bye.